Kwa hiyo kuna kipindi mtu anafanya tu ili aonekane na mchungaji wake kwamba amefanya, kwa maana asipoonekana amefanya hivyo, atakuwa atakuwa mchungaji wake labda atamwona vinginevyo au waumini wenzake watamwona vinginevyo. Hata tunaowasifia utakuta kuna watu wanaitwa, wanasifiwa, utakuta kuna watu wanaitwa mbele, wao ndio waonekane. Utakuta kuna aina fulani za sadaka lazima watu waje mbele, alafu aina zingine za sadaka watu hawaendi mbele, wanasimama kule mbele wanaombewa kwa kuna mifumo mingi ambayo imeingizwa katika, katika, katika kanisa, lakini inaondosha kanuni hii ya msingi sana katika utoaji, ambayo kanuni hii inataka utoaji uwe wa siri na moyo ndani ya mtu uwe ni kwa yeye anatoa mbele za Mungu na Mungu pekee ndo anaona. Lakini mifumo yetu mingi ina promoti, inahamasisha utoaji wa kujionyesha, lakini pia watu wengi sana wanafanya kwa kutoa kujionyesha. Tunapoangalia maandiko haya yanatuonyesha kwamba Unapofanya hivyo, kumbuka hakuna thawabu yoyote nyingine ambayo utegemee, sasa na baadaye, katika uzima wa milele au katika uzima ujao <tune>